Hivi sasa tuelekee huko nchini Tanzania. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, CHADEMA, Tundu Lissu, imeendelea leo katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam, ambako mshtakiwa huyo ameeleza kutoridhishwa na jinsi anavyotendewa na mamlaka za magereza, ikiwemo kupokonywa haki ya kuonana kwa faragha na mawakili wake, kufanya ibada kwa mujibu wa imani yake ya kidini, na kuwekwa pamoja na watu wasio wa waliohukumiwa wa, kunyongwa. Kutokana na hayo, Lisu ambaye kitaalamu ni mwanasheria ameamua kuwaondosha mawakili wake na kujiwakilisha mwenyewe kuanzia sasa. Shauri hilo limeahirishwa hadi Julai mosi. Mwenzangu Hawa Bihoga amezungumza na wakili Fulgens Masawe kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, TLHRC. Kwa kawaida mteja kuomba kujitetea mwenyewe mahakamani sio kitu kigeni, huwa kinatokea mara nyingi, lakini sababu huwa zinatofautiana, na sababu ya Tundu Lissu imekuwa ni aina yake. Mara nyingi kuna wateja ambao huwa wanapewa kujitetea wenyewe mahakamani pale hawaridhishwi na aina wa, ya uwakilishi anaoupata kutoka kwa mawakili wao. Sasa imetokea kwamba kwa kesi ya Tundu Lissu, Tundu Lissu ye mwenyewe ni wakili na sababu ya kuomba kujitetea mwenyewe sio kwa sababu mawakili wake hawajafanya kazi. Kwa ufupi sana mawakili wake takriban hamsini hawana kazi kwa sasa, ndio maanake, kama yeye ameamua kujitetea mwenyewe watakuwa hawana kazi mpaka atakapobadilisha msimamo wake, kwa sababu yeye ame, ameeleza kabisa ana imani na mawakili wake. Ni mawakili wenye uwezo, ni mawakili ambao amefanya nao kazi, lakini ameshindwa kukaa nao na kuongea nao kwa sababu ya mfumo uliotengenezwa na mahakama pamoja na magereza yenyewe. Kwa hiyo ndiyo inamfanya yeye mwenyewe anashinda kukutana na mawakili wake na wanashinda kubadilishana hoja na kujipanga kwa ajili ya shauri kuendelea. Sasa lina athari gani, litaathiri vipi mwenendo mzima wa shauri hilo la uhaini la Tundu Lissu? Ina athari, ina athari kubwa sana. Unajua, kwa kawaida huwa wanasema mganga hajigangi. Sasa kwa kawaida sisi, kwa mfano, kwenye jamii yetu ya mawakili tunasema usiendeshe shauri ambalo ina masilahi nalo sasa je, e, fikiria lile ambalo linakuhusu kuhusu wewe, maana lina athari za kisaikolojia, ina athari za emotion, sijui niweke lugha gani? Kwa sababu yeye anapokuja kuliendesha mwenyewe sasa, anashindwa kujitenga na kesi, anashindwa kujitenga na hoja, na kuna vitu ambavyo vitashindwa yeye mwenyewe kujipanga vizuri, kwa sababu na yeye anakuwa anapata yale madhara moja kwa moja, kwa hiyo atatamani kuyaeleza kuya, kuya hata kwa matendo au kwa namna ambayo inaweza ikaathiri kwenye kujipanga na mambo kama kwa, kwa hiyo ukimwangalia kabisa, kwa mfano, mpaka anafika kuomba, hii ni kitu ambacho anaashira nacho anakuwa anajaaziba nacho, anaweza akaahiri wewe kujipanga, hata kutoa hoja zako mahakamani vizuri. Pengine mtu wa kawaida anaweza akajiuliza, mstari uko wapi kati ya kuendelea kuwa mshtakiwa lakini pia kuchukua nafasi ya wakili ya kujitetea? Hii italeta mgongano wa nafasi au kuchanganya majukumu katika kesi hii ya jinai, kwa kiasi gani? Ha, haitaleta mgongano, kwa sababu kwa asili inatakiwa mtu yeyote mwenye shauri lake mahakamani aliyeendeshe mwenyewe, lakini unapowakilishwa inakusaidia tu ile mtu mwenye uelewa wa sheria aweze kukuongoza vizuri, ili haki ionekane imetendeka. Sasa so, kwa mazingira haya hii, je, bachua, ya kesi hii, kitu ambacho mwananchi wa kawaida ataelewa ni kwamba ataona haki haitendeki. Haki haitendeki kwa sababu mshtakiwa hajapata nafasi ya kukaa na mawakili kubadilishana nao mawazo, kubadilishana nyaraka na, na kuweka hoja kwa pamoja ili wanapoenda mahakamani waona msimamo pamoja kwa hiyo haitajenga picha nzuri kabisa kwenye shauri hili, na ni shauri lenye, lenye adhabu kubwa mpaka adhabu ya kifo. Naam. Lissu pia ameonekana ame, ameonekana kumkosoa jaji kwa kutosema lolote kuhusu malalamiko yake gerezani, akidai kuwa jaji huyo alisema haingilii masuala ya gerezani. Je, ni kweli kwamba jaji hana mamlaka kabisa ya kuingilia mambo yanayotokea nje ya mahakama lakini yanayohusu mshtakiwa aliyesimama mbele ya kizimba chake? Na nadhani hili ni lenye ukakasi, kwa sababu kwa kawaida hakimu au jaji ambaye anasikiliza shauri, yeye ndiye anatoa amri mtu apelekwe maabusu. Sasa kama alikuwa anaweza kutoa maelekezo, alitoa mahakamani, kwa nini asitoe maelekezo hayo mengine? Labda kuna changamoto nyingine kwa vile kuna mashauri ambao wanasema asikilize a wa mahakama za chini, kwamba mahakama imefungwa mikono mpaka ifikie mahakama kuu ndio itaongea. Lakini kwa maelekezo ya kawaida ya hayo ya gerezani na mambo kama hayo, naamini ni mambo ambayo iko ndani ya uwezo wa hakimu, kwa sababu mwisho wa siku ina... alianze kusikiliza sasa. Ukisema huwezi kutoa maelekezo sio sahihi, kwa sababu nilikuwa naamini pia hata alipoamishwa gerezani E, kutoka Ukonga kutele, kue, kutoka Ukonga kutoka chio kupeleka Ukonga, mahakama pia ingeweza ikahoji imemwanisha gereza. Kwa hiyo e, ni kitu cha kawaida, japo anasema ni utaratibu za gereza. Hapana, huwezi kusema kwa vile e, kwa nimempeleka mtu gerezani ni madhamana basi atendewe ndivyo sivyo. Ni mazingira ambayo sio ya kawaida ya kibinadamu, alafu mahakama huseme sina mamlaka ya kuongea chochote. mm. Nafikiri hapo kuna sehemu ambapo haijakaa sawa kwa ujumla. Wakili Massawe, kesi hii inaonekana kugusa zaidi tuhuma za jinai pekee, wakati kuna masuala ya haki za binadamu, mazingira ya magereza na mamlaka ya mahakama, unadhani inatoa nafasi gani kwa wananchi kuelewa uhusiano uliopo kati ya haki ya mshtakiwa na taratibu za mahakama? Nadhani na katika vitu ambavyo vimepelekea mpaka akalalamika kutokupata kupata faragha na mawakili wake ni hayo ya kutokupata nafasi ya kukubaliana, kwa sababu mbali na kesi ya jinai iliyopo kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ambao unaonekana wazi. Mojawapo ndio hiyo kutoorana na ndugu zake, kukaa kwa uhuru na watu wengine, na kuweka kwenye sehemu ya wenyekezi za waliohukumiwa kunyongwa. Ni vitu ambavyo kwa kawaida hata mahakama yenyewe ingeweza ikachukua hatua yenyewe kwa kuomba kwa kupeleka shauri mahakama kuu nenda ikasikilize hayo maeneo ya haki za binadamu. Sheria inaelekeza pia wakati shauri inaendelea kwenye mahakama ya chini na ikaona kuna uvunjifu wa haki za binadamu, inaweza ikapeleka kwenye mahakama kuu ambayo ina mamlaka kusikiliza mambo ya, ya haki za binadamu, kwenda kutoa tafsiri au kutoa maelekezo pale inapoona kuna haki zinakiukwa. Kwa hiyo katika hali ya kawaida kwenye hayo ambayo ni haki za binadamu huenda Tundu Lissu hajapata nafasi ya kukaa na mawakili wake, kwa sababu hilo linahitaji kuandaa nyaraka na kuandaa kila kitu na kupeleka mahakamani. Tundu Lissu uko gerezani, sijui kama hata ana na, na nafasi ya ku, wa mahakama. Mahakama siku hizi, kwa je, mfumo maana hizi nyaraka unafaili kwenye mfumo napeleka kwenye mfumo wa mahakama kwa mawakili ambao wana akaunti iko kwa tayari hiyo, kwa katika hali mm. ya kawaida ni eneo ambalo pia kulikuwa na nafasi ya mahakama yenyewe au kupitia mawakili wake au Tundu Lissu mwenyewe kuomba shauri liende mahakama kuu wakatoe tafsiri kwenye pale wanapoona kuna haki ya binadamu na munjwa nam. Kipi kitarajiwe katika yote yaliyojitokeza? Bado upande wa mashtaka wana hoja za msingi kuendelea na shauri hilo la uhaini? Kusema wana hoja au hawana hoja, mimi kama wakili nitakuwa nawakosea heshima, kwa sababu wao ndio wamepeleka hilo shauri na wanachokiona wana, lakini haijengi picha wala taswira nzuri tunasema unaprosecute upersecute, yaani unaendesha shauri, sio unafanya, unamtesa wala kutweza mtu. Kwa hiyo, katika hali ya kawaida tuko tunategemea kwamba ili haki itembeke, haki sio tu itembeke bali ionekane inatembeka. Kwa hiyo, kama wao wanaamini, kama wana shauri ambalo la msingi la kufikisha Tundu Lissu mahakamani, kuna vitu ambavyo walikuwa wataki kumfanyia, waache sasa, wathibitishe hilo kosa bila kumtesa. Vinginevyo ni kwamba utakuwa umemuumiza mtu shauri utakuja sikilizwa na utaonekana hana hatia. Kwa hiyo utakuwa nia yako haikuwa ni kwa ajili ya kuendesha shauri, bali ilikuwa ni kumkomoa wale, kumtesa huyo mhusika. Kwa hiyo katika hali ya kawaida kweli, haijengi picha nzuri sana na pia in, inaondoa uhalali wa mashtaka yenyewe mbele ya mahakama. Ni kitu ambacho sasa kinajenga taswira kwamba ni mashauri, ni shtaka la uonevu au shtaka ambalo halina msingi wowote. Kwa hiyo oh, naamini kama kwa kweli wana nia nzuri wangeacha tu haki itendeke na kuacha kuvunja hizi haki zake za msingi wakati shauri inaendelea, leta picha nzuri mbele ya jamii. Ni Wakili Fulgence Massawe, kama alivyozungumza na mwenzangu Hawa Bihoga.